Wanipa ya moyo, Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu mtakatifu wa Bwana, popote ulipo, mimi ni Este Olof, mwimbaji Masquaya Efata baba yetu ametuita mwambie jirani yako baba amekuita tukusanyike tupate kula na kunywa na kupokea yale mema Mungu aliyotukusudia mwaka jana tulipokea mwaka juzi tulipokea na mwaka huu tunapokea kila mara watu wanabadilishwa maisha yao wanafunguliwa wanaponywa historia zinaandikwa kwa upya historia yangu ya mwaka juzi mwaka jana sio hii ya mwaka huu na ya kwako pia tarajia mbele za Bwana kukutana na badiliko la historia yako Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Andaa moyo wako kukutana na mkono wa Bwana. Leta matatizo yako, leta maombi yako, leta matarajio yako, naye Bwana yuko tayari kukupatia haja ya moyo wako. Wata waimbaji ambao wameandaliwa katika kusanyiko hili, ambao ni Ismas Qwaya, waimbaji wa mtume wa na nabii Josephat Elias Mwingira, ambao amemwandalia Baba mbinguni kuimba sifa moyo wa unyofu usio na mawaa. Tuko tayari tunajiandaa kukutana na mkono wa Bwana, lakini pia kukusababishia wewe ukutane na mkono wa Bwana. Karibu tumsifu Mungu pamoja, karibu tumwabudu Mungu pamoja. Na wako watu ambao wataondoka wamejibiwa maombi yao, wamejibiwa maswali yao, wamejibiwa kila haja ya mioyo yao, na wamebadilishwa maisha yao, nao wataimba, umejibu maombi yangu, wewe ni Baba Tukutane kusanyiko, mwezi wa kumi. Karibu sana Precious Centre, Kibaha. Hili ni bonde la kukata maneno, usikose.